Nadhani kuna artist kama sita hivi nataka waifanyie uh, efa ifanye mm. Fid ataifanya -hmm. anafanya Chameleone pia nataka kuifanya mm. -hmm. sababu mwanzo kabisa kwa nataka nifanye kile Chameleone okay. Yeah. Kwa hiyo na, na wengine na, I think pia hata Wizkid pia anaweza kuambia. Yeah. alipenda sana, alipenda sana na si mchezo yeah. Safi sana. Okay, umemtaja Wizkid uh, mnafahamu, wewe ndio ulikuwa mwanzilishi wa mkolabo mm. -hmm. ya kimataifa ndio tambo sana kina like, P Square. yes. Chameleon of course, ukaenda Marekani na nini. Yeah. Um, lakini hapa kidogo ukawa umesimama. mm. Unafanya, kama ni kolabos ni fa mm. na nini mm umemtaja Wiski, najua una connection nyingi vile vile like, kina yeah. jibanji juzi ziliko nao White House yeah. Marekani na nini. yes. zinarudi tena hizo kolabo za Afrika, kolabo za Afrika zinarudi. mm. but taka kwanza nicheze na vibe zile unaona, kama Zigo imeingia mtaani zi. na kulikuwa kuna ile napenda the way ambao saa hivi muziki unavyoenda, ni kwa sababu wakati tunafanya labda na peace, watu naona labda ngoma imefanyika nji ya East Africa, I don't think kama inaweza bamba, unajua zile, lakini saa hivi naona jinsi ambavyo rotation ya muziki kwetu, tunapopiga hata mtu mtu kifanya nani mladi ngoma kali, basi ina bamba najua na, na napenda jinsi mabadiliko ya muziki alivyo. Nimependa kuona video ya ngoma kama ya Vanessa ile ambayo ametoa sasa hivi no, naona ukiangalia ile ngoma ni kwa ingetoka 2009 mm, au 2010 isinge bamba hiyo, yeah No. Kwa hiyo napenda jinsi ambavyo watu wanapokea uh, jinsi ambavyo mashabiki wamekuwa na wanajua wanatambua wana, muziki mzuri zaidi na kaje. Na nakumbuka hata siku moja ilikuwa nimepiga uh, freeze ya uh, kwa na P Square. Ah akawa na, nadhani anaulizana na Fete. Nilikuwa nasikiza tu kwenye radio but anasema uh, ilikuwa makali sana. Nilikuwa jamaa alikuwa mbele ya muda <laughs> au au si tulikuwa slow. Unaelewa? <laughs> Yeah, kwa hiyo hata mimi ninapofanya kazi, nafanya kazi ambayo inaweza kuishi. Ndio kitu ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo tua parezon kuna watu, inaweza ikabamba tena huko mbele. Inaweza kapigwa remix na mtu tukashangaa imelia zaidi. Kweli. Yeah. Sawa sawa. So Zigo ndiyo ngoma ambayo inafanya vizuri sasa hivi. Yes. Watu wanauliziulizia sana video, video yeah. Kuna wakati ulisema utafanya na Nisha. Yeah. Mpango ikoje? Mpango uko vile vile kufanya kazi na Nisha cha pili kwa nakaa kupisha Ramadhani. Oh. Mm. Mm. Ingapo nyuma najua kulikuwa kuna ile kazi ya maisha Superstar ili ile muda sana. Mm. Na nilikuwa nimejidedicate hapo. Unajua mm. Na kizuri ni kwa kilichosaidia au, au kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kwa Zigo ili pick taratibu. Na wimbo wote unao no pick namba nane mm. Ukakaa wiki tatu hey. Yeah. Ukaenda namba sita. Ukakaa wiki mbili. Ukaenda namba tano. Ukakaa wiki tatu au mwezi. Yeah. Ukapanda taratibu. Hey. Yeah. Kushuka nao pia naenda kwa njia yeah. hizo. Hey. Okay lakini Zigo ingekuwa inapika namba kumi kesho namba nne moja, hata kurudi na rudi hivyo, so inanipa nafasi pia mimi kufanya? Uh, kufanya yangu na trust me, kwenye video nataka hiyo video kali, nataka video nisha nishamwambia, na nisha naye pia ana moral, na najua Nisha anapenda mazigo boyo, kdo. Kwa hiyo kutoka na mazigo ya hatari, endanionyesha kwanza <laughs> kashika <laughs> hey, kichwa wewe unapata wapi? Hatari. Kwa nini director sisi baba ya basi. Kuna mtu acheze line yake. Ah si. Yeah. Me, yeah. Na na na na vile vile za kushoti Zanzibar. Mm. But trust me idea yangu itakuwa nzuri. Right. Yeah, yeah na mimi na ninapenda kushoot Bongo kwa hii vizigo sababu producer ni Mtanzania Nisha. Nani um, na, na real watu wanaanza na nn yeah, in, in, yeah, shida yeah, yeah. Uh, alafu director nini in sha so na nitafanya kazi nzuri sana sawa so, sawa so. Yes sawa so, so. Okay um, wewe unachukuliwa kama kaka kwa maana ya uh, kwamba pamoja na kwamba ulianza zamani muziki lakini vile vile kile ambacho <coughs> kinaendelea sasa hivi kwa maana kwamba kwa watu wanafanya video na madirekta wakubwa, tunaona kuna Diamond yes. Alikiba, Sheta, Vanessa na wengine wengi yes, wana nani la, wana, wana, wana, wana, wana, wana, toka nje yes, panuka zaidi, lakini ni njia ambazo uliziweka wewe kweli. Lakini sasa hivi uh, kuna kitu ambacho sio kizuri kinaendelea, uhusiano mbaya kati ya Diamond pamoja na na na Alikiba. Uh, sasa hivi ni kwamba ukitokea hata msanii kama wewe hivi ukiandika chochote kuhusu Alikiba, mashabiki wa Diamond ndio watakushambulia, ukiandika kuhusu Diamond, mashabiki wa Alikiba, kwa hiyo kuna mpaka unaogopa sasa unaona hiyo hali kama kaka yao, siyo? Unaionaje? kitu ambacho kwanza naweza kuelezea ni kwa uoga, wanishambuli wanashambulia naga wenyewe kwa wenyewe, kwa mfano lakini pia kwenye page zangu mara nyingi zinakuwa na display I don't know why but think ni watu tunaheshimiana vizuri kweli. Hicho cha kwanza, cha pili ni kwa niko na niko naongea wapi? I don't know ni wapi but nilisema kuwa tuna, tushafu- tumeangaika tumegombana huko nyuma nini, wasanii wenyewe wa Tanzania tukafungua milango, tunagombania kufungua milango, ugomvi unaendelea. mm. Imefika mlango mkubwa kufungua, ili watu tufaidike zaidi yeah. Sasa ndio ugomvi unakuwa, tunaanza kurudishana nyuma. Hii haitaki maswala ya, ya, hizo mm. tim sijui ni tim nini but I don't think inasaidia katika mm. mziki. Unajua, cha msingi ni kuwa tumejenga umziki mpaka walipofikia, kwa inabidi hapa tuinuke zaidi, tutengeneze mastaz wengine zaidi, unajua mm. mm. kwa hiyo kikubwa ambacho naweza kusema ni kuwa, cha kwanza haisaidi kitu mm. kugombana wenyewe kwenye. Cha pili inabidi tujenge zaidi, tutoe mfano. Hizo nguvu za kushambuliana ni bora zitumike katika kujenga mm. unajua. Uh, kingine ambacho mimi nataka kushauri, kwa mfano hata kwa ma artist, ukitaka unajua uweze kusema, unaachia tu mm. mm. ukishaona kitu hakina faida nacho inabidi tufanyaje tu, tutumie njia nyingine ambayo ni rahisi mm. -hmm. Mimi nachoshauri ni kuwa ni vizuri sana kama wakiweza kufanya kazi pamoja. Yes, wafanye, sioni tatizo, fanye kazi pamoja haijalishi, isiwe kama ni nani featuring nani. Ni kama mimi na Fa habari, ndiyo hiyo, ni AY na Fa sio AY featuring Fa wala Fa featuring AY sinajua. I think wafanye kazi pamoja, wafanye kazi pamoja. Hii time inaenda ujue haya mambo unaweza kushangaa tu, inaenda ugomvi, watu wanageuka anytime, watachoka. uh -huh. Nanyii mnaenda muna, katika njia zingine ambazo stazi stahili na na unashangaa tu vitu vimefanyika, upinzani ambao uingize la sababu, upinzani gani? so I think kikubwa ni kwa washabiki tu, kitu cha kibwa, kitu kikubwa kabisa ni kwa uh, tufocus katika kujenga. tumeshafika sehemu na, na, na naona kabisa jinsi gani ambavyo East Africa inakuja kufanya mambo makubwa sana ya kushangaza kama tukiendelea na speed hii au tuongeze speed zaidi hii, okay. Na especially Tanzania, muziki wetu umekuwa unatambulika zaidi katika sehemu uh, uh, zingine katika nchi zingine zaidi kuliko ile speed ambayo alikuwa anaenda Kenya zamani au speed ambayo anaenda Uganda, yeah. So I believe tufanye hivyo, tuna nguvu, tunaweza kusupport tusupportiane pamoja na na na na kitu ambacho nakishauri ni kuwa ati wakifanya kazi, unajua, wakifanya kazi wawili, utaona kitakavyokaa <coughs> yeah. itakaa nzuri mm. na uhakika itakuwa kitu kizuri sana.